Muliona jana huyu Ruto ameita Gideon Moi wa jamii yake ya Wakalenjin, anasema Wakalenjini waungane. Mimi nikiita nyinyi anasema sisi ni wakabila, si ndio? Wakalenjini wakishikana ni umoja wa kimataifa, watu ya mulima tukishikana anasema ni ukabi. Anafikiria sisi ni wajinga. Na mimi niseme mutu yeyote anatumiwa na Ruto kugawanya mulima ni adui ya mulima. Kenya neguadwa ito mũndũ wothe ũnahother nĩruta kũgania kĩrĩma nĩthoitũ nĩguo nĩguo nĩguo. na watu wanatumiwa na Ruto, wewe gavana wa igũrũ, wewe karinda, kwani nyinyi hamuna akili? Ruto wako pale anaunganisha jamii yake ya rtibarĩ ndio aweza kutafuta uongozi. Mimi nasema hapa tuungane. Si mimi rungane na Martha Karua? Si tuungane JB Muturi? Si tuungane na Linturi Uyo si ni uerevu sasa? Huyu karinda huyu wa hapa Embu ndio anatumiwa na Ruto, wakiwa na ile mutu anaitwa Soprano kugawanya sisi. Mutakubali? Mutakubali? Wewe William Ruto, wacha kufikiria watu ya mulima ni fala. Unatumia pesa kugawanya sisi alafu yo unaunganisha jamii yako, unafikiria sisi ni wajinga? kayi mondu atokuetewa wanatea agatakua wanaregwa wa? twramwonera itini Kura, Kiongozi Kalonzo, Kiongozi wa Malwa, let me assure you the two of you this mountain, kura yetu yote tutaweka kikapu moja, kwa sababu sisi tunajua hii kura yetu tukigawanya haina maana kati huo. Ha, kura ito twagaya ndiri na bata, kura raito togea kikapu kike, togea kikapu kike na Ruto amepanga jama ya kugawanya mulima Kenya, kwa sababu anajua kura ya mlima ndio itamvukuza aende nyumbani. Mtakubali kugawanywa? Nimawetekera kogayanio hiyo.